Wanafunzi watatu wamezama baharini walipokuwa wakiogelea katika eneo la Shella, kisiwa cha Amu kaunti ya Lamu. Wanafunzi hao walikuwa miongoni mwa zaidi ya ishirini waliokuwa pamoja na mwalimu wao wakiogelea. Abdulrahman Hassan anatuarifu zaidi kutoka Lamu. Vijana hao ambao ni wanafunzi wa shule kutoka eneo la Hongwe, Mpeketoni, kaunti ya Lamu walikuwa baharini wakiogelea, ila hamu yao ya kujivinjari haikuwafikiwa salama. Walioshuhudia wakilaumu pepo mkali uliopo sasa baharini. Msimu huu ni msimu wa kusi. Wakati wa kusi, kuna kusi, kuna na kaskazi, kuna na matilai. Wakati wa kusi bahari huwa imechenje kuanzia mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa sita wa bahari ni hali mbaya sana, so tunaomba wazazi wenye kupeka vijana kuogelea kwa taratibu, wawe na makini sana. Hapo mahali kunapopelekwa vijana kuogelea, kuhakikishwe kuwa kuna wale wenye kuokoa, madifenda madaiva, wenye kuokoa hali inapotokea kwa mkasa kama huu, kulingamana hii bahari yetu Alamu, bahari yetu Alamu mara nyingine inakuja maji kwa wingi na inatoka kwa wingi. Kwa hivyo wazazi mpaka wazingatie kuhusu watoto, kuhusu watoto, eh, kuhusu bahari. Bahari kusi ina uzito mwingi Kusihnda kaskazi tunavyoijua bahari kusi, si kaskazi kusi huwa waina uzito t au t inabadilika bahari. Watatu hao wa umri wa kati ya miaka ya 14 na 24 na walikuwa miongoni mwa wanafunzi zaidi ya ishirini wakiwa pamoja na mwalimu wao ambaye pia alizama alipokuwa akiogelea kabla ya kunusurika kuokolewa. Juma Adifiri naibu msimamizi wa kitengo cha Coastguard Lamu ameeleza kwamba vijana hao pamoja na wasimamizi wao ni kikundi cha kanisa waliokuwa eneo hilo baada ya kutoka kanisani. Miili ya vijana wawili iliyopolewa baharini kwenye operesheni ya vitengo vya uokoaji ulioongozwa na shirika la Coastguard, Red Cross na maafisa wa kaunti. Mwili wa kijana mmoja bado unaendelea kutafutwa. Operesheni za kusaka mwili uliosalia zinaendelea maeneo ya Shela na Kipungani, huku wito kitolewa kwa wazazi kuwa waangalifu msimu huu wa likizo. Abdulrahman Hassan, Runinga Citizen, kaunti ya Lamu.